Ilikuwa ni Aprili 20 mwaka 1985, gwiji wa kandanda nchini Tanzania Juma Kaseja Juma anazaliwa magharibi mwa Tanzania mkoani Kigoma, katika kijiji cha Kitongoni, katika familia ya mzee Kaseja yenye jumla ya watoto wanne, yeye akiwa ni uzao wa tatu. Juma Kaseja alijaliwa akili na nguvu zilizomfanya utawale mchezo wa mpira wa miguu kama anavyotaka yeye na alijaliwa miguu na mikono yenye uwezo wa kuutisha mpira bila shuruti kama ilivyokuwa kwa wanasoka wengi ulimwenguni. Kipaji cha kusakata kandanda kwa Juma Kaseja kilianza kudhihirika angali bado mdogo, alipokuwa anasoma shule ya msingi. Kutokana na talanta aliyokuwa nayo, alijiunga na shule ya vipaji ya Makongo iliyopo jijini Dar es Salaam. Baada ya kuhitimu elimu ya sekondari katika shule hiyo, Kaseja alijiunga na timu ya Moro United ya mkoani Morogoro mwaka elfu mbili mpaka mwaka elfu mbili na tatu miaka miwili ilitosha kwa shawishi wekundu wa msimbazi simba kuitaka saini ya juma kaseja ambaye tayari alikwisha kuudhihirisha uwezo wake ndani ya kikosi cha moro united hatimaye mwaka elfu mbili na tatu kaseja alisaini kuitumikia klabu ya simba akiwa na umri wa miaka 18 na alidumu kwenye kikosi cha simba kwa miaka 11 akiwa na simba kaseja alishinda makombe matano ya ligi kuu ya tanzania bara na makombe mawili ya Taska. Pia alikuwa sehemu ya kikosi cha Simba kilichofuzwa hatua ya robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na tatu mbele ya Zamalek ya nchini Misri. Na akiwa Simba pia Juma Kaseja alifanikiwa kutoa tuzo ya golikipa bora mara tatu na mchezaji bora wa mwaka mara moja. Pia Juma Kaseja aliwatumikia Dar es Salaam Young Africans kwa msimu mmoja wa elfu mbili kumi na nne elfu mbili kumi na tano na alicheza pia Kagera Shuga, Mbea City na hatimaye akatundika daruga akiwa na kikosi cha Kinondoni Manispo Kansili, yaani KMC, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Juma Kaseja ambaye anashikilia rekodi ya kucheza dabi ya Kariakoo mara nyingi zaidi kuliko mchezaji yeyote akicheza mara ishirini na tano akiwatumikia Simba na Yanga kwa nyakati tofauti alianza kujumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mwaka elfu mbili na moja akiwa na umri wa miaka kumi na sita tu na alitumikia kikosi cha timu ya taifa katika michezo sabini na tisa mpaka alipotundika daruga kuitumikia taifa mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Juma Kaseja ambaye kwa sasa ni kocha wa Kagera Sugar. Ameacha alama kubwa na funzo kwa vijana wadogo wanaochipukia kucheza kandanda nchini Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania kutokana na mafanikio yake katika soka. Dennis Livingston, SAUT Digital. <muchas>